Nakukaribisha sana mtazamaji wangu wa tuendelee, na leo ni sehemu ya tatu ya ile, usitaje bure jina la Mungu wako, sababu, kama mtindo wa kutumia heshima ya, ya Mungu kwa biashara au maslahi binafsi kutumia heshima ya, ya Mungu kwa biashara au maslahi binafsi. Hii imetumika sana kanisani, kuna manabii, kuna watukaji, kuna mitume ambao, kuna walimu, kuna wainjilisti ambao wanawaaminisha watu hivi vitu vitu, wanatumia jina la Mungu kuuza maji, kuuza mafuta, kuuza vitu vya upako eh, hivyo vitu vyote ni, ni kutumia jina la Mungu kwenye biashara. Unajua kabisa biashara yako haifai, lakini unatumia jina la Mungu ile biashara haramu hiyo, ni kutumia heshima ya Mungu kujifaisha binafsi, na huko ni kuvunja amri ya Mungu ambayo inasema usitaje bure jina la Mungu. Mfano kulitumia kuvutia wateja, kutumia jina la Mungu kuvutia wateja, kuwalalisha kitu kisicho kweli, umeitumia jina la Mungu bure. Tuangalie Ma, matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 19, ambao Paulo aliwakuta hawa watu ambao walikuwa wanatumia jina la Mungu kwa faida, kujipatia faida. Kuanzia 16. Nasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale, hapsali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa ubaguzi akatukuta, aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua, aliwapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliyetuu wenye kuwahubiri njia ya wokovu. Mstari wa kumi na nane akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu; akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila wakawakokota waka, mpaka sokoni mbele ya watu wa mji. Hawa ni watu ambao walikuwa wanatumia jina la Mungu kama waaguzi wengi kujipatia kipato. Na alipokuja Paulo akawakemea. Akamkemea huyu mtu ambaye alikuwa anatumika kama pepo la uaguzi. Akapelekea yeye Paulo na Sila wakamatwe. Na sasa hivi tuna watu wanatumia jina la Mungu kujipatia faida. Hivyo wanatakiwa kemewe. Kemewe kwa jina la Yesu. Na pointi ya mwisho ni kuomba sala, kuomba sala au dua bila moyo bila kumaanisha yani unaomba omba tu unaombaomba tu ani ni desturi ambayo umeikuta unafanya tu ila ujui kilichomo ndani ujui unatafuta nini umaanishi totote na kutumia jina la Mungu bure mfano kusema sala kwa mazoea bila kumaanisha hiyo ni kutumia jina la Mungu bure mfano kuna watu wanaombaga sala ya Bwana hii ya Mathayo 6:9 baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe falme yako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni E, kaangalie Isaya 29 mstari wa 13, neno linasemaje hapa? Isaya 29 mstari wa 13, anasema Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa kunikiri na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao, yao wamefarakana nami, na kicho, kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Wananikiri, yani, kwa mdomo no, wa Wanane, wanane watu hawa wanaheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali. Watu wanamheshimu Mungu kwa midomo, la kumbe ibada nyingi ambazo tunafanya tunasema Jumapili tunaenda makanisani tunasali, kumbe huenda kuna wakati tunalitaja bure jina la Mungu tu, unaweza kukuta siku ya mwisho ndio maana tutakataliwa. Hivyo muombe sana Mungu atusaidie, tuombe sana Mungu atusaidie, tumaanishe tusilitaje jina lake bure, maanishe nyoyo yetu ndani kwa ndani huko, nyoyo yetu iwe imejihusu, tumwendee Bwana kwa mioyo yetu yote, maana yeye na anawapenda wampendao, na watafutao kwa bidii watamwona. Anasema tumrudie kwa mioyo yetu yote na sio kwa kuipa Nakushukuru sana nilikuwa naelezea na hii ilikuwa li, ilikuwa sehemu ya tatu ya mwisho ya amri ya pili ile ya usilitaje bure jina la Mungu. Tulianza sehemu ya kwanza, tukaja sehemu ya pili na leo ilikuwa sehemu ya tatu. Nakushukuru sana Mungu kwa kutufanikisha. Na haya maneno yaliyofundishwa hapa, naomba Mwenyezi Mungu, wewe uyasikiliza yakakuongoze kweli katika njia hii. Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikae pamoja nanyi. Mwenye masikio kusikia na asikie, Amen.